Kubarikiwa kutokanapo na kuwasaidia ndugu kufika Mungu anapotaka wafike, ndio somo letu la leo. Karibu katika kipindi hichi, jina langu mimi ni mwalimu Walter Moses Mrisha. Somo letu la leo linatokana na somo letu la nyuma ambalo tulijifunza. Kama hukuweza kupitia hilo somo, basi angalia hapo katika skrini yako, ilo somo litapita, unaweza ukaklik au kafuatilia somo hili katika chaneli yetu ya YouTube. Lakini somo letu la leo linaendeleza mwendelezo pale likisema baraka ambazo unaweza ukazipata, ambazo kwa uhakika utazipata ikiwa utakuwa tayari kuwasaidia ndugu zako. Hizi ni baraka ambazo Mungu ameziweka, na kiongozi wa somo letu leo inatoka katika kitabu kile cha Yoshua mlango wa ishirini na mbili mstari ule wa saba mpaka ule wa nane Yoshua saba, amini, Yoshua ishirini na mbili mstari ule wa saba mpaka wa nane Kama una biblia yako ni vizuri uifungue. Maandiko yanasema hivi: basi Musa alikuwa amewapa hiyo nusu moja ya kabila ya Manase urithi katika Bashani, lakini hiyo nusu ya pili Yoshua aliwapa urithi kati ya ndugu zao ng'ambo ya Yordani upande wa kuelekea magharibi. Zaidi ya hayo Yoshua hapo alipowapeleka waende zao mahemani mwao, kwao akawabarikia, kisha akanena nao na kuambia rudini, na mali mengi mahemani mwenu na ng'ombe wengi sana, na fedha na dhahabu na shaba na chuma na mavao mengi sana mzigawanye na ndugu zenu hizo nyara za adui zenu. Sasa, moja ya sababu ya kuweka hichi kipindi kwa ajili yako ni na moja ya sababu ya somo letu la leo ni kwa ajili usikate tamaa katika kuwasaidia ndugu, sababu najua wengine au wewe umeshasaidia ndugu ukakatishwa tamaa, ukaona ndugu wengine kama hawataki kusaidika, ndugu wengine kama hawataki hata msaada wako saa nyingine, au ukaona kwamba unapoteza hela nyingi, unapoteza muda mwingi kuwasaidia ndugu. Na hapa nimezungumza kuwasaidia ndugu wa kiroho na ndugu wa kimwili na somo lililopita nilionyesha mambo kadhaa, lakini ninataka kuweka msingi katika somo hili kwamba kwa nini uendelee, usikate tamaa kuwasaidia ndugu zako kuwasaidia ndugu zako wa kiroho na kimwili, katika kufikia viwango ambavyo Mungu anataka wafikie, katika kufikia mafanikio ya kiuchumi ambayo Mungu anataka wafanikiwe, katika kufikia viwango vya kiroho ambavyo Mungu anataka wafikie, katika kufikia viwango vya kielimu ambao Mungu anataka wafikie, katika kupata kazi, katika kupata chochote kile ambacho unajua kabisa mawazo mema ya Mungu yana wawazia mema wale ndugu zako. Ni kwa sababu kuna baraka, kuna baraka nyingi. Somo tulilolisoma siku ya leo ni somo ambalo kipindi kilichopita nilielezea vizuri, lakini nitaongeza kidogo. Kama wewe hukuweza kusikiliza somo hilo, japo na kushauri ukasikiliza somo hilo. Somo hili lilikuwa na utangulizi ya kwamba hapa ni Musa sasa anawaambia makabila mawili na nusu ya wana wa Israeli, yani kabila la Reubeni, kabila la nusu ya Manase na kabila la Wagadi, ambao wao baada ya kuingia katika nchi kabla hawajaingia katika ile nchi ya Kanaani wao tayari walikuwa wameshapata sehemu ya kukaa na walikuwa wamependezwa nako ng'ambo ya pili ya Yordani, lakini Musa aliwaambia kwamba hawatakaa kule na kustarehe mpaka wahakikishe ndugu zao pia wanaingia katika nchi ya Kanaani, pamoja na Mungu awape starehe, ndipo watakaporudi na mlango huu wa ishirini na mbili unaanza vizuri ya kwamba Yoshua sasa anawaambia kwamba tayari ndugu zenu Mungu ameshawapa sehemu pa kustarehe, sehemu ya kutulia, amewafanikisha, amewafikisha katika mahali ambapo alikuwa ameahidi kuwafikisha. Sasa kwa sababu hiyo sasa mnaweza mkarudi katika nchi. Sasa mstari wa kwanza mpaka wa sita unazungumzia hivyo. Sasa mstari wa saba na wa nane anazungumza hapa haswa katika mstari wa nane anasema kwamba kisha akanena nao na kuambia, rudini na mali mengi mahemani mwenu na ng'ombe wengi sana na fedha na dhahabu na chaba na chuma na mavao mengi sana mzigawanye na ndugu zenu, hizo nyara za adui zenu. Kwa hiyo hapa anawaambia kwamba walivyokwenda na kukubali kupambana na kuhakikisha ndugu zao wamefika, wame katika nchi ya ahadi, wamefika mahali ambapo Mungu anataka wafike ha. Waliweza kurudi na mali nyingi sana mahemani mwao, waliweza kurudi na vitu vyenye thamani kubwa sana mahemani mwao, waliweza kurudi na ng'ombe nyingi na dhahabu nyingi na shaba nyingi na chuma na mavao mengi. Haya waliyapata baada ya kukubali kwenda na ndugu zao kupambana vita na kuhakikisha ndugu zao wanafika katika eneo ambalo Mungu alitaka wafike. Sasa kama wasingekuwa na utayari huo, kama wasingetaka na kusema ndugu zetu waende, wako wengi wanaweza wakapigana wenyewe, wasingeweza kupata mali hizi, wasingeweza kupata baraka hizi. Sasa baraka hizi zinaachiliwa kwao na zimepatikana kwao baada ya kukubali Ninachotaka kusema nini, mpendwa, ni kwamba utakapokuwa tayari kumsaidia kaka yako, dada yako, mama yako, baba yako, ndugu yako wa kiume, wa kike, mdogo, mkubwa, aliye juu zaidi yako, aliye chini zaidi yako, utakapotaka kumsaidia ndugu yako huyo, ni wa kiroho au ni ndugu yako wa kimwili, kufikia viwango na mafanikio, kufikia sehemu nzuri Sikiliza, hata kama si wao watakao kukupatia, lakini Mungu atakubariki. Mungu atakuinua katika kazi unayoifanya, katika huduma unayoifanya, katika biashara unayoifanya, katika familia ulio nayo, katika eneo ulilo nalo. Mungu ataachilia fedha na dhahabu na mavazi na, na, na, na chakula na mifugo, ataachilia kuinuliwa cheo, kuinuliwa nafasi. Nimeona mfano mingi sana ambapo watu walibarikiwa baada ya kujitoa kuwasaidia watumishi wa Mungu, wanapofanya kazi ya Mungu, na kuamua kuwasaidia watumishi wenzao, kusaidia Wakristo wenzao. Mimi binafsi nimeona baraka nyingi, nimeona watu wengine wakibarikiwa, nimeona watu wengine walikuwa wanajitoa kwa ajili ya nyumba zao, kwa ajili ya wazazi wao, kwa ajili ya wadogo zao, kuwasomesha kuwasaidia wanapofeli katika uchumi, kuwapeleka hospitali, walipokea mavuno mengi sana. Kwa nini? Maana hii ni principle ya kiroho, ni principle ya kiroho inayosema apandacho mtu ndicho avunacho. Ukipanda haba utavuna haba, ukipanda kwa moyo ukarimu utavuna baraka nyingi, maana Mungu hadhihakiwi. Acha uchoyo, acha kujitenga na ndugu zako, acha kukaa mbali nao, acha kusema hawa wakinipigia wakihitaji msaada wangu, hawa ni chawa, hawa ni kupe, wanakuja kuninyonya. ha, ha, ha, ha. Mimi na mambo yangu mengi sana msikiliza, wasaidia hata kama ni kidogo kile ucho nacho, maana moyo wa mtu unapotoa, Mungu haangalii wingi wa unachotoa, anaangalia moyo wako. Kwa hiyo kama ndugu yako anaomba elfu ishirini lakini wewe una elfu mbili mwambie ndugu yangu, mi na elfu mbili, nitakupa tu elfu mbili. Anakuomba milioni lakini we una laki, mwambie mimi nitakusaidia laki. Anakuomba lakini huna, mwambie sasa mimi ninaweza nikakuunganisha na mtu fulani. Kwa nini usiende kwa mtu fulani? Msaidia hata mawazo. Okay, amekwambia anaumwa, huna hela ya kwenda kumtunza, mtembelee, mfariji, mtie moyo, muombe, muunganishe na watu, utapokea baraka nyingi. Baraka nyingine ni hizi za amani na upendo na furaha. Hapa tunaona baraka za kiuchumi, na ni kweli baraka za kiuchumi zipo lakini baraka nzuri utapata amani na furaha katika moyo wako. Anza kufanya hivi leo. Lakini jambo la pili katika hili somo ni kwamba, kama unavyoona ya kwamba anaposema hapa katika mstari wa nane b anasema, mzigawanye na ndugu zenu, hiyo nyara za adui zenu maana yake kumbuka, baraka hata kama Mungu amekupa baraka, ni kwa ajili ya kuendelea kuwagawia ndugu zako, ni kuendelea kutengeneza baraka hizo ziwafikie ndugu zako. Yani haziji kwa ajili pia ubinafsi. Sikiliza mpendwa, kufanikiwa katika Kristo si kwa ajili ya wewe binafsi, si kwa ajili ya wewe kula bata ni kwa sababu ya wewe ufanyike kama mlango na watu wengine wapokee baraka. Maana baraka ya kweli siyo fedha, baraka ya kweli ni amani na furaha na upendo na umoja na mshikamano ambao ndugu wanao wa kiroho na wa kimwili. Hayo ndo mambo ambayo fedha haiwezi hai, hai, hai kufikia kwao. Unapobarikiwa katika Mungu haubarikiwi ili uwe mbinafsi. Maana ukiwa mbinafsi ni dhambi. Maana tumeambiwa kabisa, tusi tusijiwekea hazina hapa duniani. Kwa hiyo unapopata, kama hawa waliambiwa kwamba hizi nyara, mnapokwenda haya mafanikio mliyoyapata, hivi vitu mlivyovipata si kwa ajili ya nyie kula, kawagawanyie ndugu zenu kwa utapokea baraka ili Mungu kwa sababu Mungu akishaona umekuwa ume, ume, ume tayari kupokea na unatoa kile ulichopokea kumbuka, ndipo atakapokuongezea maana, maandiko yako wazi kabisa ya kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. kwa kama utapokea baraka kutoka kwa Mungu, kwa sababu baraka kutoka kwa Mungu inaweza ikawa kwa watu. Inaweza ikawa kwa, vit, kwa kwa katika kazi ukainuliwa cheo na bosi wako, ukapata kazi mpya, ukapata biashara mpya, ukafungua mifumo mpya, ukapata huduma mpya kubwa nzuri. Kumbuka ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa hiyo kwa kadiri unavyopokea pia endelea kutoa. Hiyo ndio mafundisho mazuri. Mafundisho ya manabii wa uongo yanasema yanazungumza utajiri na baraka za Mungu kibinafsi, ili wewe binafsi ujipende mwenyewe, usisaidie ndugu zako na jamaa zako. Lakini mafundisho ya baraka za kimungu ni kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Leo kama hujafanya hivyo, umewatenga ndugu zako. Sikiliza maandiko yanasema, katika kitabu cha Timotheo yanasema kwamba mtu asiyewajali wa kwake ni mbaya Uliko yeye siamini tena ameikana imani. Kama umsaidii mama yako, umsaidii baba yako, umsaidii kaka yako, umsaidii dada yako, umsaidii ndugu yako, unajua yupo kwenye matatizo na wewe una uwezo huo wa kumsaidia, hata kwa kidogo, hata kwa elfu moja, unahitaji utubu. Unahitaji utubu leo na kubadilika na kugeuza njia zako na kuanza kuona baraka ambazo zipo, maana shetani anakudanganya mpendwa, shetani anakudanganya akikwambia kwamba hautabarikiwa ah, si kwamba hautabarikiwa, anakuambia ukitoa hivyo, sikiliza, utamaliza hela zako wewe, lini utajenga wewe, lini utafanikiwa wewe, lini utaenda mbele? Eh, anakuona atakwanza kukupa kwamba hawa wanaokutafuta ni chawa ni kupe ni wamekuja kukunyonya. Hapana, ndugu yangu, mwingine unakuta umewekwa kama lango la mafanikio kwa ndugu zako, lango la mafanikio kwa rafiki zako, lango la mafanikio kwenye biashara, lango la mafanikio kwenye kampuni unayofanya kazi, lango la mafanikio katika kanisa ulilopo, lango la mafanikio katika eneo ulilopo. Tumika kama hilo lango, usikubali kuachia baraka hizo. Hizo baraka zipo na zitakufuata maana Mungu si mdhalimu yeye. Yeah, akisema ndio hapana, asemaye hapana hakuna. Kwa hiyo kwanzia leo, kama hujafanya hivyo tu, ningependa niombe na wewe, kama hujafanya hivyo tuombe toba na tuombe toba na rehema kwa Mungu. Mungu akutengeneze tena, Mungu akupe moyo mpya, moyo utayari, ili usizikose hizi baraka, ili hizi baraka zisipite mbali na wewe. Kama uko tayari twende tukaombe pamoja. Kama unajijua umekwepa ndugu zako wanaokutafuta na ulikuwa ndani ya uwezo, lakini mawazo shetani yakakupatia kwamba hawa wanakuwa kama chawa, kama kupe, wamekuja kukunyonya, hautaweza kuendelea. Lakini tazama, yumkini unatumia pesa nyingi kunywa pombe kuliko kuwasaidia ndugu zako. Pesa unapeleka ba karibia elfu hamsini kwa siku, lakini ndugu yako anakuambia naomba msaada, unasema huna pesa unapeleka kwa kahaba, unapeleka kuhonga wanawake au wanaume, lakini ndugu yako anakuomba, unasema huna pesa. Unatumia, unazipoteza hovyo, unazitumia kwenye starehe, lakini unasema huwezi kumsaidia ndugu yako. Kama wewe ni mmoja hapo, tubu, maana Yesu yupo kutusaidia. Yesu hajaja kuhukumu, amekuja kutusaidia, kutuwezesha kutuelewesha, kutuvuta, tena tubadilike. Yuko anagonga mlangoni, twende tukatubu, twende tukamwombe Mungu, na Mungu atakusaidia. Funika macho yako hapo ulipo, fuata sala hii, kama wewe ni mmoja hapo, fuata sala hii, alafikisha Mungu atakwenda kukusaidia. Funika macho yako, sema: Bwana Yesu, ninakuja kwako. Ninaomba unirehemu. Ninaomba unisamehe, katika kukwepa kuwasaidia ndugu zangu. Maana najua ziko baraka. Lakini shetani amenishawishi kuona kwamba kuwasaidia mimi nitakosa, nikitoa mimi nitapungukiwa. Shetani amenikatisha tamaa, Amenifanya niache ndugu zangu, niache wazazi wangu, niache kaka zangu, niache dada zangu, shangazi zangu, wajomba zangu, na ili hali nilikuwa na uwezo. Mungu, naomba unirehemu, futa dhambi hii, usinihesabie. Ninaomba leo nianze upya, nianze vyema, nianze kuwasaidia ndugu zangu nipe moyo mpya finyanga ndani yangu ili nianze kupokea baraka zako zitokanazo na kuwasaidia maana umesema apandacho mtu ndicho avunacho nisaidie nikapande vyema bwana nirehemu kwa maana najilimbikizia mali katika ulimwengu huu ili hali sijilimbikizie mali katika uzima wa milele katika jina la Yesu ninaomba nikiamini, amen. Naomba nikuombee Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninamleta huyo kaka, huyo dada, huyo mama, huyo kijana mikononi mwako. Ninaomba mrehemu na usamehe sawasawa na toba aliyofanya. Nachoomba Mungu, kuanzia leo mpe moyo mpya sasa wakwenda kusaidia ndugu zake, mpe kutafakari na kuona baraka za kiuchumi, baraka za kiroho, baraka za hapa duniani na za hata za milele. Maana kila anaposaidia namna hiyo hapotezi, bali anaweka thawabu ya milele katika mbingu. Ee Bwana Yesu, Ninaomba sasa ukamfungue moyo, mpe moyo mpya kwa Roho Mtakatifu wako ili akapate kugeuka, akapate kuanza upya kusaidia ndugu, kusaidia jamaa, asichoke. Mpe maana Mungu, tumeumbwa mara ya pili, muumbe mara ya pili moyo wake, muumbe mara ya pili nafsi yake, mtengeneze e Bwana, ukamsaidia kwa neema na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, maana we ni Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu, Mungu siyeshindwa, Mungu siyefananishwa na kitu chochote, katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ninaomba nikiamini, Amen. Basi Mungu akubariki, Mungu akuinue. Tafuta sasa ndugu zako jamaa zako, wasalimie. kama wanamsaada wanahitaji msaada, kama unaweza kuwasaidia wasaidie. Nimesema si tu kuwasaidia kifedha, wanatakiwa wafike mahali pali, pali, mahali fulani ambapo Mungu anataka wafike, lakini hawajafika, na wewe una uwezo huo, nenda kawasaidia sasa. Mungu akubariki sana. Basi, unaweza kuwasiliana nasi katika namba ambazo tumezitoa katika uh, social media zetu zote na platform zetu zote. Wasiliana nasi kwenye hizo namba, tuma ushuhuda wako, tuma maombi yako, kama una sadaka tuma katika uh, namba hizo hizo, na Mungu atakwenda kukubariki sana. Basi tuonane tena katika kipindi kijacho. Ni mimi mwalimu wako Walter Moses Mrisha. Barikiwa sana, enyi wanafunzi